Ni nav mtu mmoja alimuuliza Yesu, nifanye nini nirithi uzima wa milele? Akamwambia wende mudini ya Mafarisayo. Akamwambia katika Torati imeandikwa nini? Yesu nipatie ile Biblia pale aseme nifanye nini Yesu, Yesu. Namie nirizi uzima wa milele. Yesu akumwambia wende mudini ya basadukayo wende mudini ya bafarisayo hapana? Alimwambia katika hii turati inaandikwa nini? Unasoma namna gani? So nasomaka unakwaka unaelewa nini? Na alijibu akasema hey, penda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na, hapana. Akamwambia wewe, kama unasomaka unasomaka namna gani? Huyu mtu naka reponde akasema Nina somako pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na, na kwa nguvu zako zote, na, na kwa akili zako zote, na ya pili na jirani yako kama mwenyewe sawa. Akamwambia umejibu vema, fanya hivi na wewe utaishi. Fanya hivi nawe utaishi, ukishika ile neno basi utapata uzima wa milele. Hapana kuwa shabiki wa dini, angalia vile dini zinapoteza watu. Ngoani kuoneshe kadogo tu. Kumbukumbu kumbu la Torati 4:16. Kumbukumbu la Torati 4:16. Bwana akubariki sana. Usiharibu nafsi zenu eh, na kujifanyia sanamu ya kuchonga. Bana kuambia huyu ni mama Maria. Nani alikamataka Maria photo? Hakuna mtu. Maria alizaliwa mtu wa zamani generation apare photographique ilikuwa hayakuwaka. Mkatosha hii picha yake wapi? Ao vile batu watapotea? Sana. Eh? Ni ushabiki tu. Twende Musiharibu nafsi zenu na kujifanyia na kujifanyia sanamu ya kuchonga na kujifanyia sanamu ya kuchonga mfano wa sura yoyote. Nani alikwambia kama unjo mama Maria eh? Lakini mwana kudanganya, utamjua mwenye kona kubaba vipi. Twende. Mfano wa sura yoyote. Sasa nani anaitika kama ni sura ya Maria, kama hata biblia ya Katoliki biblia takatifu ya kurusi, bible bb Verbum, Verbum Bible Kutoka ishirini ine, barikiwe sana na vivyo hivyo Ekklesia. Ekklesia Katolika ina inakubali na ina, na ina na inaruhusu kuweka sanamu ya Bikira Maria na sanamu na sanamu za watakatifu wengine, wapi kanisani au nyumbani mwa wa Kristo. Unaona, ndo katolika katolika njo anapoteza watu hivi. Kisha nakuambia aseme ndio dini lianzaka Tunanile hapa ni zero, hakuna kitu. Mtafute Yesu bure. Mungu anakatala sadamu za kaata. Wa Korinto wa Kwa Korinto wa kwanza n wa pili sita kumi na sita. Ubarikiwe sana tena tena, hekalu la Mungu na mapatano gani pamoja na sanamu? Kama mnasema katolika ni kanisa ya Mungu itakuwa tena na marelasio gani na masanamu? Kwa maana nyinyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema, nitakaa ndani yao, nitatembea katikati yao, nami nitakuwa Mungu wao. Wao watakuwa watu wangu. Kwa sababu, kwa sababu ya neno hili sikia, wewe mungaliki, kule tokeni katikati yao toka. Usikupatia ndugu mkono waambie, solution ni kutoka tu, solution ni kutoka tu mwaibi, mukatengwe nao. Bwana anasema, Bwana anasema hapa, tunanile ni zero. Ungaliki huku Katolika, huyo ni pote d'entrée ya jahanamu, utapotea bure. Tunaenda hapo sie ndoba kweli sie ba Mizilma. Mizilma anakuambia Allah wakubaru ala wakubaru, nilisifere mwenyewe, soma Qurani kwanza. Mwanzishi wa dini ya Uislamu ni nani? Unajua shetani aliangalia dunia akasema, nifanyaye juu nipate watu ya kupoteza? Akaona kumbi ajiingize munjia ya kidini na weke bali dere yake kwa kupoteza watu nani alianzisha dini ya Uislamu? soma ansoma, ah, historia bya kwanza ya historia siko, ya Muhamadi, mwanzishi wa dini ya Uislamu ndio leo inakamata dunia nzima, azi yote uislamu njo nayala mle ndani arabia saudite yote. twende haraka Aisha Muhammad Maisha Muhammad Ei hey Muhammad ni nani? Ni nani? Yeye alizaliwa katika mwaka 570. Alizaliwa msengsa septani. Baada Yesu Kristo kupaa mbinguni. Nyuma sana Yesu ashapaa mbinguni. Ndani ya nchi ya Saudi Arabia. Twende. Kilometa 40 kusini mwa mji mdogo wa Maka. Leta manene. Baba yake mzazi aliitwa Abdala. Tuoe historia ya Muhammad sasa hili. Ina maana mtumishi wa Allah, mtu moya me anapoteza dunia. Twende. Mama yake mzazi aliitwa Amina. Amina. Babu yake aliitwa Abu Mtalibe. Abu Mtalibe.